Nao baadhi ya wabunge kutoka mrengo wa Kenya kwanza wamewasuta baadhi ya viongozi wanaoendelea kukosoa na kupanga njama ya kuondoa serikali ya Rais William Ruto. Wabunge wamewataka viongozi wa upinzani kukoma kuendeleza kampeni za kutaka kumng'atua Rais Ruto mamlakani pasipo na ajenda ya kuimarisha maisha ya Wakenya. Wakizungumza katika eneo bunge la Nandi Hills, kaunti ya Nandi, viongozi hao wamesema kuwa serikali ya Kenya kwanza itapewa tena nafasi kuongoza ifikapo mwaka 2027 kutokana na utendakazi wake Kuombe wa Kenya. Let us not judge the president kwa hii miaka mbili peke yake. Watu wanatuambia historia ya kusema Kibaki alifanya hii, sijui Uhuru alifanya hii, kwani hao walijajiwa na miaka mbili walipokuwa ofisi ama miaka kumi? Si na miaka kumi? Kwa hivyo, anybody who has questions on the track record of, track record of his excellency William Samoei Ruto must wait in 2030. Kwa sababu wale tunashindana na wao hawana agenda hawana plan, hawana mpango, hawajui mbele wala nyuma, hawajui mahitaji ya wananchi wa Kenya. Kazi yao ni ukabila, maneno ya Raila, maneno ya fake fertilizer, maneno ya masko. Hiyo ndio kazi yao, huyo ndio watakuja kushirikiana na mheshimiwa William Ruto. Kuna mtu wako na plan, na option ya kuongoza hii Kenya kwa ile watu wote wote wakipanda juu kwao wanasema must go. Wakiuliza wanataka kuunda barabara kilomita ngapi? Must go. Au will you fix the debt ya Kenya? Must go. Au will you handle the teachers who employ? Must go. Which solution do you have again to share? Wanasema must go, because hiyo watu wote hawana plan, lakini tumekubaliana waendelee kuimba must go, as long as inawafurahisha. Ni juzi William Ruto amekuja kwa rais ndio tunaona projects kama hii the The the basis that that we will use to to to to to be able to fight someone for presidency. Not just because wewe unaita Matiangi, Ama wewe ni wa Munyoro, Ama mkeo ameshukana as losers, the people people that you are are are going going to choose are people who are going to deliver to change the lives of Kenyans. Na msemiki tunawakazi.